Huduma ya Kitaifa ya Polisi nchini Kenya imewataja polisi wawili, Constable Klinzi Baraza Masinde na Constable Duncan Kiprono, kama maafisa walioneshwa na kamera wakimpiga risasi mjasiriamali wakati wa maandamano ya kushinikiza haki kufuatia mauaji ya mahabusu Albert Ojwang jijini Nairobi. Polisi wakisema wawili hao sasa wanazuiliwa na kitengo cha uchunguzi wa mauaji baada ya kusimamishwa kazi kabla yao kufikishwa mahakamani. Familia ya kijana Bonfes Kariuki ambaye risasi imeondolewa kutoka kichwani mwake ikiitisha haki. Amepigwa na mtoto wangu leo asubuhi, akana niambia poni ako ICU, amekutana na nini? Askari wako mkuta ako kazi yake. Ehe hayanajiri ni ni huku Hospitali ya Kitaifa ya Kenyatta ikithibitisha kwamba ilipokea wagonjwa 16 waliojeruhiwa wakati wa wali wa maandamano ya Jumanne jijini Nairobi akiwemo mjasiriamali umri wa miaka 22 ambaye alipigwa risasi kichwani na ambaye kwa sasa yuko katika chumba cha wagonjwa mahututi na ndiye amefanyiwa upasuaji na nimesema alifika akiwa katika hali mahututi, na baada ya upasuaji tumeona eh, mabadiliko eh, sisemi kwamba ameamka, lakini yuko katika hali ambayo inaridhisha kiasi fulani ukilinganisha na jinsi alipofikishwa hospitali. E, ni kweli kwamba, eh, jeraha alilopata kutokana na eh, eh, eh, kifaa hicho ambacho tunashuku tu kuwa ama tunadhani ni risasi iliweza kusababisha uharibifu wa, wa e, mfupa wa ubongo au sorry, mfupa wa kichwa, alafu pia kukawa na, na e, jeraha katika ubongo wake kwa kiasi fulani. Hospitali ya Kenyatta aidha imedokeza kwamba majeruhi saba wangali wamelazwa katika hospitali hiyo, huku sita kati yao wakifanyiwa upasuaji masaa ishirini na nne ya kwanza. Eh, ni wakati muhimu sasa ambao tunakumbana nayo. Ni vigumu kusema kwa sasa jinsi mambo yatakavyotokea. Kwa hivyo tutahitaji muda ili tuweze kutathmini hali yake, na ndivyo nimesema kwamba kila siku tutaweza kuwaeleza jinsi yanavyoendelea. Mashirika ya kijamii na chama cha wanasheria nchini Kenya LSK, yakiitisha kuwajibishwa kwa polisi wa Tundu. Wakati huo huo, afisa mkuu wa kituo cha polisi cha Central alimokuwa mwalimu na mwana blogo Alberto Ojwang, Samson Talam ataendelea kuzuiliwa kwa siku 15 zaidi ili kutoa nafasi ya uchunguzi kukamilika. Mamlaka ya huru ya kuangazia utendakazi wa polisi ya IPOA ikisema kwamba kufikia wiki ijayo itakuwa imewasilisha faili kuhusiana na uchunguzi wa mauaji Alberto Juang kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ili kufunguliwa mashtaka kwa wahusika wakuu. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche, YTV.